Kwa majina anaitwa Susan Saranga, ni mwanafunzi wa kozi ya Clinical Dentistry katika chuo cha afya Mgao. Pia ni mnufaika wa mkopo wa serikali, na namaanisha sichangie hata mia katika ada na matumizi yangu binafsi. Pia chuo hichi kama unavyoona, hii ni kliniki yetu ya meno yenye vifaa vya kisasa kabisa na vinavyoweza kutumika kutoa mafunzo mbalimbali vinavyohusisha kinywa na meno. Mimi kama mimi ni mwanafunzi wa first year, memaanisha mwaka wa kwanza katika chuo cha afya Mgao, naweza nikamdumia mgonjwa mwenye tatizo lolote la meno, ambaye naweza nika display chochote kitu hapa, nikamfanyia huduma mbalimbali katika kinywa chake. Karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Zena Marijani, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika kozi ya Clinical Dentistry katika chuo cha afya na sayansi shirikishi Mgao. Nipo hapa kwa ajili ya mafunzo. Karibuni sana kwa, kwenye chuo chetu cha afya na sayansi shirikishi Mgao. Mm, kwenye kozi yangu ya clinical dentist, mimi ni mnufaika wa mkopo, lakini pia elimu inayotolewa hapa chuo cha afya Mgao ni elimu nzuri na elimu bora. Nimechagua chuo hiki kwa sababu walimu wanaopatikana hapa wana uweledi na uwezo wa kutufundisha vizuri. Lakini pia mimi mwanafunzi wa mwaka wa kwanza hata sasa unavyoniona na uwezo wa kutumia kiti hiki cha kielektroni, na uwezo wa kufanya prosija kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na uwezo wa kukitumia vizuri, na uwezo wa kukipandisha na kukishusha. Lakini hata nikiwa na mgonjwa naweza nikamfanyia prosija zangu vizuri. Lakini pia nimechagua kozi hii kwa, kwa sababu gani? kwa sababu nimeona kuna gap kubwa mtaani, kuna uhitaji mkubwa sana wa madaktari wa kinywa na meno. Kama tunavyojua, kozi hizi ni potential na marketable, na ndio maana hata serikali ya Tanzania imeipa kipaumbele. Uh, kuna kozi ba baadhi ambazo zinapewa kipaumbele na zinapewa mkopo na serikali yetu ya Tanzania. Clinical dentist inatolewa hapa chuo kwetu, chuo cha afya na sayansi shirikishi Mgao, lakini kuna physiotherapy, kuna nutrition, uh, kuna medical laboratory. Hizo kozi zote zinapewa mkopo. Chuo hiki ni kizuri sana. Aa, lakini pia tunavyoenda rotation kwenda kufanya practicals tunapelekwa na magari. Walimu wetu ni bora, wanajitahidi kuhakikisha kwamba tunapata ili, elimu iliyo bora na elimu iliyo na udhubuti maalum ambao tuna uwezo wa kuwahudumia wagonjwa wetu vizuri na kwenda kutumikia taifa letu la Tanzania vizuri mm. Ukija katika chuo chetu cha afya na, na sayansi shirikishi mgao hautojutia kuwepo katika chuo hiki, kwa sababu kuna wana <coughs> vifaa kuna vifaa vifa maalum ambavyo tunavitumia aa, kuna mitambo mbalimbali. Kozi zote ziko vizuri kwa kweli, sijuti sijuti kuwepo mahali hapa. Kwa majina naitwa Kubadeus Samuel, ni kiongozi wa udahili lakini na jasifa zingine. Naomba nikukumbushe tu, tumesema sisi mgao tuna kozi 12 kati ya kozi 12 tuna kozi 7 zenye mkopo. Naomba nisikaje chaphapalafu ndo nije hapa. Tuna kozi ya tuna kozi ya health Records, tuna physiotherapy, tuna Klinico dentistry, tuna Medical, tuna Environmental health. Hizo kozi zote saba ni kozi ambazo serikali inawapatia ufadhili wanafunzi wanaposoma hizo kozi, na sisi hapa kwetu tunazo. Sasa we mz se lezi, nikupeleke tu kidogo kwenye sehemu moja wapo ya miundombinu ambayo tumekuwa tukijisema sisi mgao tunayo. Hapa mbele yako ni kliniki ya utabibu wa kinywa na meno. Wanafunzi wetu wanapata nafasi kila wakitoka darasani, kuja kwenye hii kliniki kwa ajili ya kukutana na wagonjwa, kupata ile practical skills ambayo wameipata darasani kuja kuitransform kwenye practical. Sasa imagine mashine kama hizi, wanafunzi hao unaoona hawa wote wana mikopo, hawana stress kama mnavyomwona huyu amechangamka, serikali imeshampatia bumu, lakini anatokea na zile kuja kupata sasa maisha ambayo kimsingi kim yanastahili. Mashine kama hizi sehemu nyingine ni anasa, huwezi kuzipata popote pale, lakini hapa sisi kwetu ni vitu vya kawaida. Huku ndani kwenye hili jengo zipo zaidi ya 15 ambazo wanafunzi si zaidi ya watatu kwa mashine moja, wanapata ujuzi, umahili na uredzi. Ili kuhakikisha kwamba competence ambayo wanaigeini ni competence ambayo ni sahihi. Mashine kama hii mgonjwa akiwa amelala hapa anapata mawasiliano ya moja kwa moja na kile kinachofanyika kwenye kinywa chake kupitia hii screen. Screen inawashwa, mtaalamu anachukua probe, anaweka mdomoni mwake, huyu anakuwa anaona jinsi gani kinywa chake. Nikisema kinywa namaanisha chochote kilichoko mdomoni kuanzia ulimi mpaka meno kilivyo kuwa vizuri au vibaya. Tazama chumba hiki kilivyo kisafi, kina viti kama hivi ambapo wagonjwa wanakuja kutibiwa, wanakutana na wanafunzi wetu, wanapata uwezo madhubuti wa kujifunzia kabla hawajaenda hospitalini kukutana na wagonjwa kwa ajili ya kufanya kazi. Tazama viti hivyo na kuhesabia, cha kwanza umeshakiona pale, cha pili hichi hapa, cha tatu hichi hapa. Utaniambia ni taasisi gani ambayo unaweza ukaenda ukaputa mazingira kama haya. Tazama usafi, tazama mpaka juu viti vilivyokaa hivi sio viti vya nini? Ni viti vya wanafunzi wetu kujifunzia na viko ndani ya chuo. Mwanafunzi akitoka darasani tu anakuta mlango uko wazi, anapitiliza kuja kupata umahili wa kile alichojifunza kwa ajili ya kugeni uwezo wake, anavyokuwa anakuja kusoma. Tazama hii, katika katika kozi kama hii, mwanafunzi anapata nafasi yeye kwa yeye akiwa na mwalimu wake kuweza kupata umahili. Ni sehemu gani ambayo utaenda ukute idadi ya viti kama hivi vya kwetu, tupo tunaendelea huku. Chini kuna viti zaidi ya hivi, kuna viti ambavyo mgonjwa anapata nafasi ya kujiona yeye kwa yeye kwa hiyo hamuulizi daktari. Huku ni chini, njoo, njoo, njoo, njoo. Sehemu kama hii ambayo ina vifaa vyote vya kwa ajili ya kutolea mafunzo e, kwa ajili ya store ambayo ina kila kitu ambacho wagonjwa e, na kupitia wanafunzi kipekee wanapata nafasi ya kufanya procedures zote za meno. Viti bado vinaendelea, karibu. Na kipekee tuna mashine ya, ya dental x-ray. Mashine hii huwezi kukuta katika taasisi zote. Sisi kwetu mashine ya dental x-ray ipo ambayo tunatumia radiation kuweza kuangalia namna jino lilivyokuwa na shida. Mashine yetu ya x-ray hii hapa kama unavyoiona. Na kipekee, ukiangalia kwa upande huu, tuko na wanafunzi. Angalia wanafunzi kama hawa. Hawa sio walimu, ni wanafunzi. Tena sio sio wanafunzi. Ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Tazama sura zao zilivyo, wanajua jinsi ya kutumia mashine hii kutoka mwanzo hadi mwisho si kwa nadharia tu, mpaka kwa vitendo. Kwa hiyo mwanafunzi wa mwaka wa kwanza ameshapata ujuzi, maarifa wa kuweza kufanya procedure zote za meno. Utapata sehemu gani hili? Kwa nini tunalimudu? Tunalimudu ni kwa sababu tuna walimu mahiri kabisa ambao muda wote, dakika kwa sekunde, wako busy na wanafunzi. Na ndio maana utaona wanafunzi kama hivyo wanafanya practical ambayo huku akiwa anafanya huyu mgonjwa ana nafasi ya kipekee sio ya kumuuliza daktari unanionaje yeye macho yake yanakuwa live kwenye skrini na ataweza kujiona kinywa chake kilivyo kwa majina anaitwa Messi Lazaro Morel nimetokea arusha nipo katika, nasoma katika chuo cha sayansi shirikishi mgao actually hiki chuo ni chuo kizuri na kama unavyoona hapa hivi tuko kwenye compounding laboratory ni chumba, ni chumba tunachokitumia katika kufanya mazoezi ya vitu tunavyovisoma darasani hasa hasa, mara nyingi pia tunaweza tukatumia vifaa vyetu ama vitu vyetu hivi kutengeneza dawa mbalimbali ambazo hazipatikani wapi? Hospitalini, mfano zile dawa za afango tunazitumia sana mara nyingi kutengeneza hapa hivi, na wanafunzi mbalimbali mbali. Wanaweza kutumia hivyo vitu ku, I mean, kujitibu wenyewe, lakini pia kutengeneza sabuni so Yani tunakaribisha katika chuo chetu cha Mgao, hasa hasa kwa hasa yani, i mean, kitu cha kuzingatia, wewe kama mzazi, wewe kama kaka dada, tunakukaribisha kumleta mdogo wako, mwanao, ndugu yako, ni chuo kiko vizuri. Uh, kwa majina anaitwa Emmanuel Thomas, mwanafunzi kutoka katika chuo cha afya Mgao. Hapa nilipo nipo ndani ya maabara ya chuo chetu, ambayo ni maabara nzuri yenye vifaa mbalimbali na yenye vifaa vyote unavyofahamu vinavyotakiwa kuwa katika maabara. Uh, kimfano hapa mbele na treating microscope ambayo inatumika kufundishia. Walimu wanatumia microscope hii kufundishia kutufundisha sisi wanafunziwa kwa vitendo. Pia ukiangalia maabara yetu pembeni huku kwenye makabati huku kuna vifaa mbalimbali ikiwemo centrifuges, kuna glucometers na vingine vyote hivyo basi tunawakaribisha katika chuo chetu cha Mgao. Pia katika maabara hii tuna wanaofanyia practical sana sana, waga ni watu wa dental medical laboratory na clinical officers. Habari, kwa majina naitwa Shangu Morris Makalobo, nasoma chuo cha Mgao, nipo mwaka wa kwanza, nasomea pharmacy. A, kwenye kada yetu ya famasia hapa chuo chetu cha Mgao tunatoa fakati nyingi sana lakini, famasia ni mimi ndio nimechagua kusomea hiyo kwa sababu mimi kama mwanafunzi itanipewa vitu vingi sana na pia naweza kusaidia jamii yangu, kwa mfano naweza kutengeneza vitu dawa mbalimbali kwa ajili ya magonjwa. Pia naweza kuhudumia jamii yangu kwa ukubwa na kwa upana zaidi, hata akiniuliza maswali nyumbani, na kuwa nipo confident kwa sababu nina walimu mahiri. Pia ninapushiwa vitu vingi sana kusoma kwa bidii ili niweze kufikisha malengo yangu. Pia na napenda kuwakaribisha watu wengine kujiunga katika chuo cha Mgao kwa sababu ada yetu ni nafuu sana, unaweza kalipa kwa awamu nne pia, kama una matatizo unaweza ukalipa, unaweza kaongea na wizara na unaweza kulipa ada kwa unavyoweza, kwa kipimo chako. Pia naweza kusema kwamba famasia ni kozi nzuri sana katika jamii. Kwa mfano mimi, katika familia yetu naweza ni famasia peke yangu, jamii yangu nanitegemea kwa vitu mbalimbali sana. Kwa mfano wakiwa wanahitaji huduma ya dawa, wananiuliza kwamba Je, yeah, naumwa hiki, najisikia kichwa kinaniuma, vitu naharisha na vitu kama hivyo. Mimi kama mfamasia, hata kama ni mwaka wa kwanza, naweza nkajua kwamba ana shida gani, maanake nipo competent kufanya kazi hata nikiwa hii mwaka wa kwanza, kwa sababu nafundishwa vizuri, pia nasaidiwa katika hali yangu mbalimbali mbali. Hivyo nakaribisha sana katika chuo cha Mgao kipo Njombe mjini, tunakaribisha sana. Jina naitwa Juliana ambayo inanifanya niwe na furaha, pia inanifanya niweze kuwasaidia watu mbalimbali, mama pamoja na mtoto wakati wa kujifungua au wakati wa shida mbalimbali mbali. Pia katika hiki chuo kinatoa kozi mbalimbali, kozi moja wapo ni dento, kuna famasi na kozi zinginezo. Pia kuna upungufu wa ada katika hiki chuo tofauti na vyuo vingine, ukijiunga na chuo chetu unaweza kupata promotion mbalimbali mbali. Mfano, unaweza ukapata hostel bure, ukapewa vitu mbalimbali mazingira ya kulifreshi, sehemu za kujisomea. Pia unaweza ukapata maktaba nzuri kwa ajili ya kujitathmini. Pia unaweza ukapata vitu mbalimbali, ukihitaji vitabu, ukihitaji kwenda kwenye kompyuta lab, vitu mbalimbali unaweza ukajifunza kupitia chuo cha afya Mgao. Pia chuo cha afya Mgao kinatoa credit kubwa kwa wanafunzi watakaomaliza, pia kina support watu waliomaliza kupewa kazi au kuajiriwa kabla ya kuajiriwa na serikali. Tunakaribisheni, karibuni sana chuo cha afya Mgao. Asante. Habari yako ndugu mtanzania. Kwa majina naitwa Michael Michael, ni mwanafunzi wa chuo cha afya Mgao kilichopo Njombe. Mimi niko hapa chuo kwa ajili ya kukueleza sifa za mwanafunzi kujiunga na chuo chetu cha Mgao katika kozi ya health record and community development. Sifa kwanza, mwanafunzi inabidi huo ni muhitimu wa kidato cha nne na uwe na D nne isiwepo somo lolote lile la kidini. Vilevile katika chuo chetu ada yetu ni nafuu sana, pia kuna kozi zenye mikopo. Kwa kozi ya community development and health record mwanafunzi ada ni shilingi laki nane tu chuo chetu hakipo mbali kutokea Njombe mjini ni kilomita tatu kutokea stendi kuu, pia kilomita moja tu kutokea njia panda na Nazareti. Watu wote mnakaribishwa na tunapokea watu wa jinsia zote, karibuni sana. Chuo chetu kina mabasi mazuri kwa ajili ya wanafunzi wanaelekea rotation. Pia chuo chetu kina walimu wazuri, wakufunzi wazuri kwa nadharia na vitendo. Asanteni sana. Habari ndugu mtazamaji, kwa majina anaitwa Graciela Francis Joseph, ni mwanafunzi wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Mgao. Chuo chetu kinatoa kozi ya ufamasia. Kozi hii ada yake ni milioni moja na laki tano za kitanzania tu. Kozi hii inahitaji ufaulu wa alama za D nne. D hizo ni biology, chemistry na masomo mengine mawili, lakini sio ya dini. Pia kozi yetu ina mazingira rafiki ya mwanafunzi kujifunza. Kwa mfano tuna compounding laboratory. Compounding laboratory hiyo itakuwezesha mwanafunzi kutengeneza dawa mbalimbali ambayo, ambazo zinasapoti kozi yetu ya ufamasia. Ewe mzazi, ewe mlezi, ewe dada, ewe kaka, mlete mwanao mdogo wako, ndugu yako kwa elimu bora ya sasa na ya baadaye. Karibuni chuo cha afya na sayansi shirikishi Mgao.